Moja katika tume hizi linaofanya ni kuponya e, e, ni kuponya kuanza kuponya. Kwa hiyo waathirika ni wadau wetu muhimu, ili kujua nini kimetokea, watuhumiwa walioshiriki pia tujue, e, tujue na kwa sababu sisi hatuna mamlaka ya kijinai eh, hatuna mamlaka ya kijinai hatumshtaki mtu sisi. Kwa hiyo ah -ah. Eh, wale walihusika pia tutawatafuta waweze kutueleza na nini eh: vyama vya siasa, asasi za kiraia, wasimamizi wa uchaguzi na eh, tume huru ya uchaguzi viongozi wa dini, viongozi wa bodaboda, viongozi wa machinga, wafanyabiashara na wajasiriamali, washiriki wa maendeleo eh, watu mashuhuri, mamlaka za serikali mita, eh, eh, za mitaa, za vijiji, za kata, hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia eh, sekta binafsi, walinzi wa sekta binafsi eh, waandishi wa habari watafiti wataalamu wa sekta na fani mbalimbali.